Serikali inapania kuwasajili upya wanafunzi wote nchini kwenye mfumo mpya wa kidijitali maarufu KEMIS. Kuhamia kutoka kwa mfumo wa kidijitali wa sasa, NEMIS, kunasemekana kusababishwa na mapungufu ya mfumo huo na pia kuwezesha data yote ya wanafunzi kuhifadhiwa sehemu moja itakayotumiwa na kila mshikadau na kama anavyotuarifu Brenda Wanga, mpango huo unajiri wakati ambapo ya maswali yanaibuliwa kuhusu upungufu wa bajeti ya wizara ya elimu, mfumo huu ukiwa haujatengewa pesa zozote kwenye bajeti ya mwaka ujao wa kifedha. Katika miezi miwili ijayo, mabadiliko mengine tena yatafanyika katika wizara ya elimu. Mfumo wa kidijitali wa wanafunzi NEMIS utapisha mfumo mpya wa KEMIS. NEMIS ni mfumo wa kidijitali wa data za wanafunzi ambao wamekuwa wakitumiwa kuwasajili na kusimamia taarifa zote za wanafunzi tangu mwaka wa elfu mbili na kumi na nane. Hata hivyo, wizara ya elimu sasa inasema kuwa mfumo wa NEMIS una mapungufu ambayo yatatatuliwa na mfumo mpya wa KEMIS utakaoanza mwezi Julai na kuzinduliwa mwezi Septemba. Mfumo wa KEMIS utahifadhi data zote za wanafunzi, taasisi za elimu, walimu, fedha za elimu na matokeo ya utendakazi na utawezesha ukaguzi wa hesabu na kufuatilia mabadiliko yote ya data hizo. That some lakini huku wizara ya elimu ikifanya mikakati hiyo, maswali yanaibuka kuhusu ufadhili wa mfumo huo mpya kwenye kikao cha kamati ya bunge kuhusu elimu, katibu Bitok alifichua kuwa mfumo mpya wa KEMIS utagharimu serikali shilingi milioni mia tatu, ila fedha hizo hazijaratibiwa kwenye bajeti ya wizara ya elimu ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita. Mfumo huo mpya utajumuishwa kwenye sheria ya elimu ya msingi ambayo inapangiwa kufanyiwa marekebisho katika miezi miwili ijayo, kabla ya mfumo huo kuanza kutumika rasmi. Utekelezaji wa KEMIS utafanya nyika kwa awamu katika kipindi cha miezi 36 ijayo. Brenda Wanga Runinga ya Citizen.